One of the key benefits ya biashara kwa jamii na kwa serikali ni employment creation. Hebu tueleze kidogo, najua nyinyi UNDP mko very interested in employment creation. Unajua swala hili <laughs> swala la ajira kutengeneza ajira mm, au uajiriwa kwanza, ajira na kazi, haya mambo mawili kidogo yanashabiana mm, lakini kuna wakati yanachanganywa mm kupata kazi ukafanya kazi ambayo hukuajiriwa sio kitu kibaya. Ndio, kitu kizuri tu. yes. Yes. Na huyu mwingine akipata ajira naye ana kitu kizuri no. hata asipoiona kama ni kazi yake, ila ni kuajiriwa. Sasa kuajiriwa ndo ajira ambayo mtu anafanya kwa kuajiriwa, lakini anafanya mm. kazi yake amejiajiri, ni apaki. mm. Sasa sisi tunaangalia Pande zote. Di. Di. Unaposema kwa neno la, la kigeni livelihood yes. Ukisema livelihood, yani maana yake ni kwamba cht, ni mtu anafanya shughuli zake mm. ila anahitaji au anachokitafuta ni kuziboresha shughuli zake, kama anazalisha mboga mboga eh, naona mboga. ataka azalishe mboga zingine, anakula za ziada, anauza, anauza, biashara anafanya biashara lakini hiyo ni kazi, kijana, na anaiona mama, ndo ajira ndio. Lakini uko mwingine labda kijana ambaye ataajiriwa na huyu huyu hmm. mzalisha mboga hmm. sa huyu atamwambia bwana, chukua kikapu hiki, hebu tembeza hizi mboga mboga ziuze hmm. nasiku unawaona mtaani tembeza mboga mboga bichi, na unaona ni ajira hivi, wanapata kipato na nini hmm. lakini kitu kizuri ni kwamba je, hizi zote zinaweza zina kuwezeshwa vipi mm. ili ziboreshwe zaidi, zifanywe kwa tija zaidi, na hawa watu wapate kipato zaidi kwa so, sababu mm. kwa mtu yoyote anayefanya kazi yake na mtu yoyote aliye kwenye ajira, siku zote mategemeo ni kuongeza kipato sure. ili kuboresha maisha. Sasa mm. yeah, hilo umeliweka vizuri sana, umeliweka vizuri sana labda uh, key point takeaway zinazoziona hapa ni kwamba biashara ina muhimu sana katika jamii, kwa upande wa wahusika wenyewe, individuals ambao ni wafanya biashara, sasa kwa jamii ambao wanapata services and products kutokana na hii mifumo ya biashara, lakini bila kusahau serikali. Serikali pia inawahitaji hawa wafanyabiashara hawa, eh, kwa lugha kwa lugha ambayo unaweza kusema wafanyabiashara ni mabosi waajiriwa wa, wa, wa, wa kwa sababu kupitia kodi zao kupitia innovation zao, una kodi wanazolipa serikali inaweza kuendeshwa. Kwa hiyo so, unaona mi ecosystem, tunategemeana wote tuko, tunahitajiana. Na umezungumza pointi moja muhimu sana, mwajiriwa na mwajiri yeah, wote wanategemeana wategeme. Na ndio maana katika hata vipindi vyetu vya nyuma tulivyokuwa tunazungumza source of income namna ya kupata mm. kipato, tupikitezo zetu za mwanzo tulianza kwanza kwa kuajiriwa ajira, maana mm. kunavyokuwa na ajira kuna mwajiriwa, lakini tulizungumzia self-employment. Eh, yule mtu ambaye anajifanyia. Wote hawa ni muhimu, ni muhimu na wanahitajika, in fact, bila waajiriwa hakuna biashara. Nafikiri huo ni mkweli kama wewe una biashara haiwezekani, haiwezekani. Sasa hii uh, inatuleta kwenye topic mm -hmm. e, nakumbuka wakati tunafanya uh, postcard ya, mm. ya kujiajiri e, kulikuwa na watu ambao waliniuliza kwamba hivi, mimi nikiwa na shughuli yangu, nimejiajiri, kwani mimi sio mfanyabiashara? Yeah. na in fact huko mitaani tunawatambua kama wafanya biashara, yeah, lakini katika street, eh. Kwa hiyo ningependa leo tu, tuzungumze kidogo tofauti ya self employment, umejiajiri consultant, self proprietor, una shughuli yako unafanya wewe ni daktari unatibu watu, wewe ni daktari wa macho unafanya kazi hiyo, daktari wa meno, wewe ni mpaka rangi eh? wewe ni you no know, timu yetu wanaofanya wa, wa rekodi hapa wengi ni self employed eh? Sasa tutofautishe, kuna tofauti gani kati ya hawa self employed na, na, na, na, na, na, na, na, na walioko kwenye biashara Nitapenda mimi nitoe background ki kidogo, mm -hmm. nachojua the big difference so, yeah, ni systems eh. Wanatumia mifumo tofauti mifumo tofauti eh. Systems na relationship closeness kati ya biashara, yani unavyokuwa self employment employed biashara yako na wewe hamchezi mbali, uh -huh. ulipo tupo, ni kama mimi na koti langu ewa, lakini mfanya biashara no, no, no. Hebu kwa faida ya wa wasikilizaji, waeleze kidogo hizo differentiation na faida na hasara, kwa nini ambavyo mtu ambaye yuko kwenye self employment for sustainability, tunataka move, tunamshauri ni ni kwamba kwenye kujiajiri, mm-hmm. Self employment ni kweli, wewe na biashara yako unakuwa karibu naa tukasema wee ndo biashara yenyewe exactly. Yani ukiamka wewe mm. Tuchukue tu mshonaji fundi yeah. Kuwa ni mfano mzuri sana <laughs> ndio ndio, fundi amechukua kitambaa, akampima mtu amshonee suruari au gauni. Ule fundi akiugua, akawa hana nguvu ya kushona, ataairisha kuitoa ile nguo sababu na so, tasema samani, mme niliumwa, kwa hiyo sijaweza kuishi. Kwa hiyo unakuta wewe amejiajiri, hajaajiri watu wengine, amejiajiri yeye na yeye ndo mtengenezaji wa kila mm. kitu. Kwa hiyo yeye akipata e, mtikisiko mm. eh, wa kiafya wanene mm. takuta mm. ile biashara ina, inasimama mpaka yeye apate kurudi mm. vizuri mm. mbaya zaidi, na pochi nalo linasimama kwenye kuajiriwa, eh, yu yule aliyeajiriwa na yule aliyemwajiri mm. hata huyu aliyemwajiri yule akipata tatizo mm. yule mwajiriwa mm. anaendelea na kazi. Ndiyo. Ndiyo. kwa hiyo kwenye business. Business. Ku, ku, mfumo wa huyu wa kujiajiri na mfumo wa kumwajiri mwingine mm ambapo unapata mwajiriwa ni tofauti kwa kweli. Kwa tofauti ni mifumo e, na ni mifumo, lakini pia ni namna ya kumeneji tunaita risk. Exactly, ukiwa wewe ni mmejiajiri mm. unabeba risk asilimia mia moja. mm. mm. Lakini kama umemwajiri mwingine mm. anaweza kuifanya ile kazi mm. eh? Hmm. Kuna aina ya riski ambazo usibebi wewe mwenyewe zote sababu, so, yeye anaweza kufanya kazi kwa hiyo shughuli haisimami. Hmm. Na sasa kwa yule mwajiliwa eh, mwajiliwa na yeye anapata kipato. Ndiyo. Na kama nilivyosema binadamu yote anapenda kipato chake kiwe kinaongezeka, hmm. Kila mara, kwa hiyo na yeye kukiwa na incentive sasa kija kwenye naweza is incentive systems, yule mwajiliwa asema ah, nikifanya kazi zaidi bos anongeze mshahara ndio. mm -hmm. Lakini kama ni wewe mwenyewe, sasa wewe mwenyewe umejiajiri, incentive yako ni tofauti, ni wewe mwenyewe, nabidi ufanye kazi, umvutie yule mteja wako, mfanyie mm -hmm. haraka, mambo yake wepesi, aende wepesi mm -hmm. ili wazidi kuja wengi mm -hmm. unaona, hata ile riski ile Ina, mifumo inaanza kuwa tofauti mm. na jinsi hata ya kuwafikia wateja inakuwa tofauti. Mimi kama nimejiajiri inabidi niende mimi niwafikie wateja, lakini kama nimekuajiri wewe we unaweza kuwafikia wateja bila mimi kufanya hiyo kazi mm -hmm. So... mifumo inabadilika huko, sahihi kabisa. Mifumo inaanza kubadilika unapoacha kujiajiri mwenyewe mm -hmm. na kuanza kuajiri wengine wakufanyie kazi na kitu ambacho watu tunatakiwa kujifunza hii. Una neno wanatumia, una reverage, yani ku reverage, unatumia, unatumia mm. muda wa mtu mwingine mm. ambayo ndo mwajiriwa ukufanyia kitu fulani mm. unatumia elimu ya yule mwajiriwa kufanyia kazi mm. Mm. Mm. unatumia afya yake kufanyia kazi kwa hiyo mm. mm watu wanaoajiri wengine wanakuwa na system ya ku leverage yaani, system ya kuweza kutumia ungeweza eh, kusema hata resources, kwa sababu yule unayemtumia ni reba, yule yule ni mtaalamu mm, mm. unatumia utaalamu wake mm. kuongeza thamani mm. ya biashara yako mm, mm. kwa hiyo ni, ni, ni mifumo tofauti mm, mm. Sawa sawa, na uwezi kukua kama uende kwenye hii mifumo tofauti. Hilo lazima tulitambu uwezo ukajiajiri basi ukaja kuwa mkubwa sana naiwezekani, lazima tu tabidi uanze kuajiri wengine na ndio utaweza kukua. Na sasa hata hapo, hata sasa inakuja mifumo ya kiserikali, ukiwa kama wewe, kuna namna ya kujisajili ukianza kuajiri wengine, kuna namna ya kujisajili. Ukitaka kuwa sasa na mashea tu, hata wewe kuajiri watu huhusiki, wewe unakuwa tu na hizi shares, naye kuna mifumo tofauti ya kujisajili na kutambulika. Kwa hiyo ni biashara, ni eneo pana sana, ndo linalojenga uchumi na ndo linatufanya tu, tuwe na matamanio ya, mm -hmm. ya mm -hmm. mambo mema yajayo financial freedom, maana ndio dream ya kila at the end of the day mtu ungetamani huwe na financial freedom eh? Yeah. Nimependa kitu kimoja ambacho umekizungumzia kuhusu tofauti kati ya kujiajiri, kujifanyia kazi mwenyewe. Nimependa sana mfano mfano wa fundi fundi nguo, nafikiri wengi tunakutanaga na hizi kesi bana, we nisamee samee, yaani nilibanwa na malaria siku tatu, sijatoka kitandani. Imagine ni reality, kabanwa na malaria kweli. Sasa kabanwa na malaria yeye, pochi imebanwa na malaria, watoto wamebanwa na malaria, unaona hiyo changamoto. Yeah. lakini nimependa ishu ya kuleverage into others yeah. kuleverage kwa, kwa kwa, kwa lugha ya Kiswahili sijui tunaweza kusemaje, lakini ni wakati ambapo yani wewe unaweza kutumia potentials za watu wengine eh? kama tutakavyokuja kuona hapo baadaye, biashara inajengwa na mifumo, yani ni pamoja, yani kwa lugha rahisi pale watu wanaposema kwamba use other people's money exactly. Yani, tumia eh, pesa za watu eh, wengine eh kufanya yeah. mambo yako, yaani hapo ume leverage resources sio za kwako sawasawa, na naona hapo <laughs> ni, ni, ni ku leverage kutumia re... labda tukisema resources yani ni zaidi ya pesa, zaidi ya pesa. Yes. <laughs> Kwa mfano? <laughs> um, kwa mfano utaona kwamba biashara inahitaji mambo mengi, inahitaji skills tofauti, unahitaji mwasibu, unahitaji mtu wa masoko, unahitaji mtu wa you know, communication na kuna hitaji mtawala rasilimali watu na vitu kabisa. Sasa mtu mmoja, huwezi ukawa na skill zote hizo eh? mm. Ndio maana swala la mm, yani ni swala ya kwamba biashara ni hatua mbele ya kujiajiri. Yes. Wote mna leseni, huyu ana leseni moja inaitwa sole proprietor eh? Mwingine ana leseni ya biashara wote wanalipa kodi, lakini mmoja yuko mbele ya mwingine. Watu wengi hicho kitu huwa wakifahamu, na ni moja ya swali ambalo niliulizwa na mmoja wa wasikilizaji katika kipindi chetu cha nyuma, na Imani sasa hivi anatusikiliza. Kujiajiri na kufanya mambo yako ni kitu sahihi kabisa, lakini ni stage. Kama uko kwenye hiyo stage, fikilia mbele, kuna think big Angalia kwamba unavyokuwa umejiajiri unatumia resources zako peke yako, unatumia nguvu yako, mm. unatumia akili yako, unatumia chako chako chako chako, yes. Eh? lakini na mara nyingi watu wanapenda kujiajiri, na wana associate kujiajiri mm. na security na control mm. kwamba ni mambo yangu na yatawala mwenyewe na kadhalika na kadhalika, unaweza kuwa na mtazamo huo, lakini kumbuka kwamba usipoweza ku usipo leverage kwa resources za watu wengine huwezi kukua. huwezi kukua kwa sababu, angalia leo huko Dar es Salaam hmm. unafanya biashara hmm. nitoe mfano wa K Finance, K Finance iko Dar es Salaam iko Dodoma eh, sasa ingewezekanaje? eh, na K Finance hii mwanzilishi ni mimi ambaye siko hata ofisini hmm. Bila ya mifumo, bila ku leverage hata hiki kipindi cha Karakana Mkwanja misingekuwa nacho na eh, kule, yeah. kule Dodoma umepangisha nyumba mm -hmm. Jengo ungejenga la kwako wewe, uko kwenye ujenzi, uko kwenye biashara ya fedha, umeona kwa vipindi halisia mm -hmm. Changamoto mbalimbali. Usichoke kufuatilia Karakana. Asante.